Uu, hali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote, nakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na nikukaribishe katika kozi ya nyaraka za mtume Paulo kwa Wakorintho na bado tungali katika Wakorintho wa kwanza. Ndugu yangu mpendwa, nakusihi sasa uweze kuandaa Biblia yako, daftari na kalamu, ili uwe na nukuu katika kile tunachokwenda kujifunza lakini kabla ya yote kama ilivyo ada nikuombe uungane nami katika sala fupi, ili Mungu aweze kubariki darasa hili. Tuombe. Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa ufalme uliouanzisha hapa duniani, na tunakushukuru kwa fursa unayotupatia ya kujifunza maneno yako mtakatifu, ili wengine tuendelee kuimarika na wengine wafanyike kuwa wakristo. Bwana na Mwokozi wetu, tunakusie utuie radhi pale ambapo tumekwenda kinyume na mapenzi yako, lakini tunakuomba utubariki pale ambapo tumefanya sawasawa sawa. Wakati huu tunapokwenda kujifunza darasa hili, tunakualika uwe pamoja nasi, utusaidie kuweza kuelewa na zaidi sana kuweza kuyaweka katika matendo yale tunayojifunza tusaidie katika ulimwengu wote tuweze kutenda haki na kudumisha amani, ili kusudi tuweze kupata fursa adhimu ya kuendelea kufundisha neno lako, kujifunza neno lako katika mazingira tulivu na ufasaha. Bwana na Mungu wetu, tunajua hayo yote yanawezekana kwa nguvu na uweza wako. Tunajikabizi mikononi mwako wakati huu wa kupitia jina lipitalo majina yote jina la Bwana wetu Yesu Kristo sasa na hata milele, amen. Ndugu yangu mpendwa, leo tunaingia katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 27 mpaka mstari wa 32. Muktadha wa sehemu hii unahusu adhabu ya kutumia vibaya chakula cha Bwana. Tumeona katika aya ya ishirini na tatu mpaka aya ya ishirini na sita kuwa chakula cha Bwana ni ishara ya agano jipya kati ya Mungu na wanadamu. Kwa kawaida upande unaovunja makubaliano ya agano au masharti ya agano, upande huo hukabiliwa na adhabu. Kanisa la Korintho halikuweza kuepuka jambo hili. Baadhi ya Wakristo wa kanisa hili mpaka wakati Paulo anaandika waraka huu walikuwa wameadhibiwa, ama wengine walikuwa bado wapo kwenye adhabu kwa kosa la kutumia vibaya chakula cha Bwana. Aya aya ya 27 mpaka aya ya 32 zinatanabaisha kwa kina kuhusu jambo hili. Hebu tafadhali ungana nami tuweze kusoma aya hizi. Aya 27: basi kila ulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana hisivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mwili kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tungelipambanua nafsi zetu tusingehukumiwa, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Hiyo ni aya kuanzia ya ishirini na saba mpaka aya ya thelathini na mbili. Kula na kunywa isivyostahili ni kula na kunywa tofauti na maagizo na makusudio ya chakula cha Bwana. Katika aya ya ishirini na tatu mpaka aya ya ishirini na sita tayari mtume ameonyesha kuwa chakula hiki ni alama ya agano kwa hiyo ni lazima kiheshimiwe. Bila shaka, kushiriki chakula hiki kama chakula cha kawaida ni kudharau agano hilo. Huu sio wakati wa kufikiria jambo lingine, sio wakati wa mazungumzo binafsi, sio wakati wa kuangalia saa au muda, sio wakati wa kuangalia simu yako, sio wakati wa kwenda chooni sio wakati wa kukimbizana na watoto na mambo mengine kadha wa kadha yasiyohusiana na tukio hili. Mambo hayo hushuhudiwa sana yakitokea katika baadhi ya makusanyiko ya Bwana. Huu ni wakati wa kujihoji, mstari wa 28, anazungumza namna hiyo, na kutafakari dhima ya chakula hicho kulingana na aya ya 29 Kufanya tofauti na hivyo, aya ya 29 inasema utakuwa ukila na kunywa hukumu ya nafsi yako mwenyewe. Baadhi ya Wakorintho hawakuzingatia jambo hilo hata kidogo, na hatima yake wengine wakapigwa kwa magonjwa na wengine hata kufa kabisa. Aya ya 30 inasema kwa sababu hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile alichokieleza anasema, wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, kwa maana watu hawa wamekuwa wagonjwa. Anaendelea kusema na watu kadha wa kadha wamelala, kwa maana nyingine wamefariki au wamekufa. Labda wamekufa kwa magonjwa yale, au wamekufa kwa kifo gani? Maandiko hayasemi, lakini anasema wamelala. Sababu ya kulala kwao ni matumizi mabaya ya meza ya Bwana au ya chakula cha Bwana. Mungu kama Baba huwaadhibu watoto wasiokwenda kwa utaratibu. Alifanya hivyo kwa wana wa Israeli kama vile vile tulivyokwisha kuangalia katika vipindi vilivyopita kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya kumi mstari wa kwanza mpaka wa kumi na mbili amesimulia kwa kina pale madhira azabu adha zilizowakuta wana wa Israeli kwa kuto kufuata utaratibu Mungu aliouweka na anafanya hivyo kwa wakristo hata sasa katika Waebrania sura ya kumi na mbili mstari wa sita mpaka mstari ule wa kumi na moja hebu tupate fursa ya kusoma Waebrania sura ya kumi na mbili mstari wa sita mpaka wa kumi na moja, mwandishi wa kitabu kile anasema: maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana mkubalie. Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili, Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Bali kama mkiwa hamna kurudiwa ambapo ni fungu la wote ndipo, mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. Na pamoja na hayo, tulikuwa na baba zetu wa mwili, walipoturudi nasi tukawastahi, basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu, ili tuushiriki utakatifu wake. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Ndivyo mwandishi wa kitabu cha Waebrania anavyosema kuhusu uh, adhabu. Mungu bado anawaadhibu watoto wake awapendao wasiokwenda kwa utaratibu. Akizungumza kuhusu adhabu, Yesu alisema hivi katika kitabu cha Ufunuo sura ya tatu aya ya kumi na tisa alisema hivi wote ni, wote ni wapendao mimi na wakemea na, wa, na na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Hiyo ndiyo suluhisho peke yake, uwe na bidii ukatubu. Hata hivyo, ukubwa wa adhabu kutegemea na ukubwa wa kosa. Kumbuka Mungu ni mwenye haki, hawezi kutoa adhabu tofauti au inayolingana na kosa lako. Inasikitisha kuona kwamba licha ya adhabu zilizowapata baadhi ya Wakristo wa kanisa la Korintho, bado kulikuwa na baadhi ya Wakristo walioendelea na kuialifu meza ya Bwana. Hii inaashiria kwamba huenda walizidiwa na kiburi au hawakujua kuwa walikuwa wakiadhibiwa na Mungu. Katika kila tatizo linalotupata nyuma yake kuna sababu moja hati ya mbili moja ya ambayo inaweza kuwa ndiyo sababu. inaweza ikawa tunaadhibiwa na Mungu kwa sababu ya dhambi zetu, rejea katika Luka sura ya kumi na tatu mstari wa kwanza mpaka wa tano. Pili, inaweza kuwa Mungu ameruhusu tuteseke ili imani yetu iwe kubwa zaidi, rejea katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa pili mpaka mstari wa nne Kwa hiyo kila tunapofikwa na matatizo ni lazima tujichunguze na kuweza kubaini kwa nini tumefikwa na tatizo hilo badala ya kubaki kulalama na kulaumu pekee. Lengo la adhabu ni kutenda haki dhidi ya uovu, kumfundisha mkosaji kuhusu ubaya wa matendo yake na kuwazuia wengine wasitende kosa kama hilo. Hilo ndilo lengo la adhabu. Hebu nirudie tena pale ili likae vizuri katika vichwa vyetu. Lengo la adhabu: moja, kutenda haki dhidi ya uovu; mbili, kumfundisha mkosaji kuhusu ubaya wa matendo yake; tatu, kuwazuia wengine wasitende kosa hilo. Kwa hiyo kuna upendo katika adhabu, tofauti na wengi wanavyoweza kutafsiri adhabu. Mwandishi wa kitabu cha Ibrania, bila shaka pale tuliposoma, amesema, ingawa ile adhabu kwa wakati wake haionekani kuwa ni kitu cha furaha, bali kinakuwa ni kitu cha uzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Hiyo ni kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 11. Kwa hiyo ingawaje adhabu haifurahishi kwa wakati ule, lakini matokeo yake ni mazuri. Kwa hiyo unapochunguza hilo unagundua kuwa kwenye adhabu kuna upendo. Katika aya ya 32 mtume anasema hivi, ila Tukihukum, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Hiyo ni katika uh, waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorintho sura hii ya kumi na moja na aya hiyo ya thelathini na mbili. Kwa hiyo unapotazama picha hiyo, anasema itusije tukahukumiwa au ikatupasa adhabu pamoja na dunia adhabu pamoja na dunia, bila shaka ni adhabu ya milele. Waraka wa kwanza wa mtume Yohana sura ya pili mstari wa kumi na saba inasema kuwa dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu hadumu hata milele. Kwa hiyo adhabu ya milele au adhabu ya dunia ni adhabu ya umelele ambayo Mungu kwa kutuonya anataka tusiweze kuharibikiwa katika haya. Kwa hiyo katika sehemu hii, Wakorintho wa kwanza hii sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na saba mpaka mstari wa 32 tunajifunza mambo matatu ambayo ni kama ifuatazo. Kwanza tushiriki chakula cha Bwana sawasawa na maagizo yake. Pili, tushiriki chakula cha Bwana kushiriki cha, tukishiriki chakula cha Bwana nje ya maagizo yake tutaadhibiwa. Na jambo la tatu, tuki tukiadhibiwa tunakumbushwa tuna kutubu ili tusiangamie. Hayo ndiyo mambo matatu Mtume Paulo anayotusihi katika sehemu hii. Nirudie tena Jambo la kwanza tunayojifunza katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 27 mpaka wa 32 ni kama ifuatavyo: Moja, tushiriki chakula cha Bwana sawasawa na maagizo yake. Pili, tukishiriki chakula cha Bwana nje ya maagizo yake tutaadhibiwa. Jambo ya la tatu, tukiadhibiwa tunakumbushwa kutubu ili tusiangamie. Ndugu mpendwa tafadhali tafakari hayo, naishi katika hayo, ili usije ukahukumiwa adhabu sawasawa sawa na watu wa dunia. Kuna baadhi ya Wakristo wanapokuwa na dosari katika maisha yao, huwa hawashiriki chakula cha Bwana. Kufanya hivyo bila shaka ni kufanya makosa mara mbili. Kwanza, kosa la kuto kutubu dhambi ile ambayo umeifanya, maana ni agizo la Bwana kwamba tutubu pale tunapotenda dhambi. Kwa hiyo kuto kushiriki meza ya Bwana kwa sababu ya dosari ulionayo unaongeza kosa lingine. Kosa la pili ambalo tunalipata kwa kuto kushiriki chakula cha Bwana ni, ni kitendo hicho cha kuto kushiriki. Kwa nini? Kwa sababu kushiriki chakula hiki ni amri kwa kila Mkristo, si hiari. Kwa hiyo utakuwa umejipalia makaa zaidi badala ya kutatua tatizo. Mungu akubariki na asante kwa kuwa pamoja nami.